Ikiwa ni kwa mara nyingine tena, mpenzi mtazamaji wa Didas TV popote pale ulipo, na tume kwamba uh, umweri wa afya kabisa na upande wetu pia uh, Mungu anasaidia kabisa. Nikujuze kwamba kwa, kwa mara nyingine nite Antoine Malashi na nyuma ya kamera ni wake bwana mkubwa Wilson, na upande wangu wa mkono wangu wa kulia tutakwenda kuwa naye kiongozi ambaye anajulikana kwa jina la Albere Mangaiko akiwa ni uh, Mkuu au mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi, tutakuwa naye, tutakwenda kuongelea uh, swala la malaria kwa siku ya leo. Kiongozi, jambo. Jambo, ndugu mtangazaji. Asante, ungeweza kujitambulisha kwa mara nyingine? E, kwa majina naitwa Dr. Albert Magaiko Sadiki nikiwa kiongozi wa zone de sante ya Fizi Asante sana, ndo tutakuwa naye kwa siku ya leo. Kwa hiyo mtazamaji anaweza kukuomba tuweze kuambatana nasi mpaka mwisho, ili weze kuelewa vya kutosha kutoka kwenye chaneli yako ya Didas TV. Na labda kiongozi, watu watapenda uh, kuelewa uh, kitu ambacho kwenda kuongelea kwa siku leo utakuwa ni malaria. Waongelewa kwanza malaria ni nini? e, malaria ni ugonjwa ambao unasumbua sana watu katika nchi zetu za Afrika kwa jumla, kwa pekee inchi za Afrika ambazo zipo mahali panayokuta katika Afrike tropical na katika inchi yetu kwa pekee kama vile DRC, sisi mtaa wa afya wa Fizi tunasumbuliwa na ugonjwa huu ukiwa upo kwenye mstari wa mbele kabisa. Zaidi sana huo ugonjwa unawasumbua watoto wenye kuwa na umri wa chini ya miaka mitano. Watu wakubwa pia wanaweza kusumbuka nao, lakini kwenye watu wakubwa zaidi sana ni wanawake wajawazito hao, au pia wanasumbuliwa na ugonjwa wa malaria. Na ugonjwa wenyewe unatokana sana na kijidudu ambacho kinaitwa Plasmodium falciparum ambacho kinaingizwa mwilini mwa mwanadamu kupitia kuumwa na mbu. Ni hiyo kwa kifupi kuhusu ugonjwa wa malaria. Asante sana, na labda watu wangehitaji pia kufahamu uh, dalili za malaria zinakuwaje wakati mtu amekwenda kuumwa na mbu huyo. E, kipindi mtu amekwisha kuambukizwa ugonjwa wa malaria, dalili za kwanza ambazo anazokuwa nazo ni mwili kupanda moto e, inafika kichwa kuuma na anakuwa na hali ya uchovu kabisa. Wengine wanafika hata kupoteza hamu ya chakula. Ni hizo dalili, ni hizo alama kubwa za ugonjwa wa malaria. Na kwa upande mwingine, watu wangehitaji kufahamu uh, ni mbu gani ambaye anaweza kumpatia mtu ugonjwa huu. E, kwa kweli mbu mwenyewe kwa Kiswahili sitaweza kujua jina lake, lakini kwa lugha ya Kimombo wanamwita eh, Anopheles. Ni huyu mbu ambaye anaweza akaambukiza ugonjwa wa malaria kutoka kwa mtu huyu kwenda kwa mtu mwingine. Na labda kwa ndani ya mji wa Baraka, ni fasi gani ambazo mmekuwa mmezibaini tayari kuwa ndio fasi ambazo uh, watu wanashambuliwa sana na ugonjwa wa malaria? e, kwa kweli katika jiji letu la Baraka au katika mtaa wa afya wa Fizi kwa jumla yeah. e, mmbu wanapatikana mali pote na hasa ule mbu wa aina ya anofel wapo eneo zote. Kwa hiyo hakuna air de santé au eneo la afya ambalo linaweza likasema ni hili linakuwa juu ya wengine e, tatizo ni kwamba kama watu watakuwa wameweza kukuwa expose kwa kuumwa na mbu hapo malaria itatokea. Kwa kifupi ningesema kwamba eneo zetu zote za afya za mtaa wetu wa Fizi ziko katika hiyo hatari ya kuweza kuwa na wagonjwa wengi wa malaria. Asante sana. Na labda kwa upande mwingine watu wangehitaji pia kufahamu, baada ya kumwa na mbu, mtu anakuwa akikamata siku ngapi ili aje kugundua kwamba ana ugonjwa wa malaria. E, kuna siku ambazo zinapita tangia mtu kuumwa na mbu ambao zinakadiriwa kama vile wiki moja baadaye ya kujisikia kama tayari ugonjwa unaweza ukajitokeza kwako. E, lakini kuna zile namna za kuweza kujikinga na mbu asikuume. Zaidi sana ni kutumikia vyandarua ndio tunashauria kwa mara ya kwanza, lakini pia ni kuwa na usafi wa mazingira. E, wale mbu ambao wanatuambukiza malaria huwa wanazaana katika yale maji maji ni kuota kwenye majani au kwenye maji ambayo yamekawia e, pembezoni ya nyumba zetu. Kwa hiyo kama tunaweza tukakausha yale maji ambayo yanakuwa pembezoni ya nyumba, na tunaweza tukatoa majani ili pasiwe tunaita rose kwenye hayo ma majani, basi inaweza kasaidia kupunguza wingi wa mbu karibu na nyumba zetu, na hivyo kupunguza ile hasara ya kuumwa na mbu, na mwishowe tukasema hasara za kupokea au kuambukizwa ugonjwa malaria inakuwa chini kabisa, tunasema risk inakuwa risk feble, na itakuwa namna mojawapo ya nzuri ya kusaidia kwa kukinga jamii zetu na ugonjwa wa malaria. Asante sana. Na labda kwa upande mwingine, watu wangejiuliza kwamba mtu wa malaria anaweza kumwambukiza mtu mwingine ugonjwa wa malaria? Unakuwa tu ni mbu kwa kweli, e, si mimi binadamu namfikisha nafikisha un kwa mwingine binadamu mwenzangu, lazima pawe na ile tunaita vector ambaye ni mbu, aje kwangu akanyonye damu kwangu, na baadaye akaenda kwa mtu mwingine akafikisha hapo, hiyo damu yangu ambayo ilikuwa tayari na vijidudu vya Plasmodium. Kwa hiyo maambukizi ya malaria inatoka ni kwa mtu ambaye alikuwa na malaria kupitia mbu ambaye amemuuma na kuifikisha kwa binadamu mwingine. Asante sana kwa kumalizia malizia hivi mazungumzo yetu ya yes, siku ya leo juu ya ugonjwa wa malaria ndani ya mji wa Baraka na mtaa wote wa Fizi, tupo naye kiongozi Albert Mangaiko Sadiki akiwa ni mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi. Na labda kwa swala lingine, watu wangehitaji kujua kwamba vyandarua vinauzwa u na pana kwa bure tu e, kwa kweli tuna zile kampanyi za kuweza kugawa vyandarua kwa bure mm. E, wakati wa kampanyi tuna tunavipana tukienda nyumba kwa nyumba mm. Na pia wale wanawake wajawazito wakija kwenye vipimo vya mimba tunawapa vilevile vyandarua, lakini sisi hatuna vyandarua vya, vya kuweza kuuzisha, tuna vipana kwa wakati wa kampanyi. Tuna vipana pia kwa bure kwa wale wanawake wajawazito wakiwa wakifata namna ya kuangalia gisi mimbi na koma. Asante, labda kwa, kwa ujumbe wako wa mwisho juu ya tarafa, ya, ya, ya tarafa ya Fizi. E, ni kusema kama malaria ni mmoja wapo ya magonjwa makubwa sana ya mtawetu wa afya. Ni ugonjwa ambao unaua wengi kati ya watoto wetu ni ugonjwa ambao unasababisha hata vifo vya wanawake wajawazito, unasababisha hata kutoka kwa mimba nyingi, unasababisha hata kukua na watoto ambao wanazaliwa wakiwa na uzito ambao hauko wa kawaida. E, kwa hiyo malaria au paludisme ni ugonjwa ambao ni mkali katika zone de sante yetu. Kwa hiyo ningeomba wote kwa jumla tuweze kuchangiza nguvu zetu ili tuweze kupiganisha ugonjwa kwa kutengeneza mazingira bora, kupiganisha uchafu. Na nishaurie mwishowe, watu wote wakubali kuwa nalala ndani ya viandarua ambavyo vimepuliziwa dawa ili tunaita eh, mustiker imprene d'insecticide. Asante sana mtazamaji wa Didas TV na natumia kwamba umekwenda kusikia mazungumzo ambayo tulikuwa nayo kwa siku ya leo na kiongozi au mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi. Ulikuwa nami Anton Malashi. Hii ni Didas TV na nyuma yake ya kamera ni bwana mkubwa Wilson. Kwa hiyo usikose ku like, ku comment na ku share kazi zetu. Asante <mulia>